Habari, karibu Simutatu TV. Leo hebu tuzungumzie maajabu ya Kalanchoe Pinnata, ambalo pia linajulikana kama Bryophyllum calycinum. Mmea huu wa kijani kibichi hutumikana katika tiba asili ya duniani kote. Unajulikana sana kama jani la uzima kwa sababu unaweza kukuza mimea mipya kutokana na majani yake tu bila kuhitaji udongo. Kwanza kabisa, hebu tuzungumzie kuhusu kupunguza maumivu na uvimbe. Majani ya Kalancho yana virutubisho vingi vinavyosaidia kupunguza uvimbe, maumivu ya viungo na maambukizi ya misuli. Weka tu majani kwenye eneo lenye tatizo ili kupata nafuu. Pili, ni nzuri kwa afya ya figo na mfumo wa mkojo. Majani ya Kalancho husaidia kusafisha figo kwa kuongeza utokaji wa mkojo na kupunguza hatari ya kupata mawe kwenye figo. Ni tiba asilia maarufu kwa matatizo ya mkojo. Una majeraha au vidonda? Maji yatokayo kwenye majani ya Kalancho yanaweza kupakwa moja kwa moja kwenye majeraha au vidonda ili kuharakisha uponyaji. Sifa zake za kuzuia bakteria na virusi husaidia kuzuia maambukizi. Kuimarisha kinga yako ya mwili ni faida nyingine nzuri sana. Majani yake yana antioxidants nyingi zinazopambana na sumu mwilini na hivyo kuimarisha kinga yako dhidi ya magonjwa mbalimbali. Kama unasumbuliwa na kikohozi au matatizo ya kupumua, Kalancho inaweza kusaidia kutuliza koo lako na kupunguza muwasho, ikisaidia kupunguza kikohozi kikavu na kile chenye makohozi. Na kwa wale wanaodhibiti kisukari, baadhi ya tafiti zinaonyesha kuwa Kalanchoe inaweza kusaidia kushusha viwango vya sukari kwenye damu, ikitoa msaada wa asili kwa udhibiti wa kisukari. Lakini subiri kidogo, tahadhari muhimu: daima wasiliana na daktari au mtaalamu wa mitishamba aliyehitimu kabla ya kutumia Kalanchoe Pinnata wanawake wajawazito au wanaonyonyesha wanapaswa kuepuka kuitumia isipokuwa kama wameshauriwa vinginevyo, na kila wakati fanya kipimo kidogo kwenye ngozi kuangalia kama una mzio kabla ya kupaka. Kwa kumalizia, Kalanchoe Pinnata ni zawadi ya kweli kutoka kwa asili yenye faida nyingi za kiafya. Kuanzia utunzaji wa ngozi, kusaidia figo na kupunguza matatizo ya kupumua, inafaa kufikiriwa kama sehemu ya vifaa vyako vya tiba asilia, lakini daima kwa ushauri wa kitaalamu. Asante kwa kuangalia Simutatu TV. Usisahau kulike, kusubscribe na endelea kufuatilia kwa vidokezo zaidi vya afya na tiba asilia.